Mtazamaji Catherine Mokeira ni mke aliyejawa na majonzi baada ya kundi la watu kumvamia mume wake na kumkata uume. Catherine mwenye umri wa miaka ishirini asema maisha yamekuwa magumu kwani hapati haki yake anavyostahili. Rashid Ronald na taarifa kuhusu kisa hicho kilichotokea katika kijiji cha Bogambero katika kaunti ya Migori. Catherine Mokeira akiwa na mwanawe nyumbani kwake katika kijiji cha Bogambero kwenye eneo la Subakuria. Mwanawe analia kwa mbali, ingawa hajui kilichomfika babake. Mwezi jana, watu wanaodaiwa kuwa sungusungu sungu, walivamia nyumba yao saa kumi na moja asubuhi na kumkamata na kumpiga lakini ni tukio la kukata uume wake ndilo linampa majonzi mkewe. Mume wangu wamemukata, wame muka, wame sehemu ya asili, na saa hii nilikuwa sitamaliza kusaa, na mimi saa hii ni mdogo na, nataka saa hii serikali inisaidie, sina chochote. Inasemekana David Mwita amekuwa akizozania shamba na jirani yake kwa muda mrefu sana tukio hilo linazidi kuwashangaza wakazi wa hapa. Walijiandika kama Mungiki, ni kama kundi la Mungiki la kutishia. Saa hii hatuna amani katika kijiji hiki, ingalao tunaendelea kutishiwa na hilo kundi, linaonekana kama kundi la Mungiki. Kwa sasa Mwita anaendelea kupokea matibabu hospitalini, huku matumaini ya mkewe ya kididimia siku baada ya siku. Na wakati nikiondoka nyumbani kwake hapa Bogambero, nilijiuliza na nikajua kweli duniani kuna mambo, na dunia ni mti mkavu. Kuna mambo na majambo, na haya pengine ni majambo. Rashid Ronald, KTN, Bogambero, katika kaunti ya Migori.